Ni ilikuwa ni usiku wa saa saba, tulisikia kishindo nje, kumbe ni ukuta ulikuwa umeanguka. Tunakazana kufungua mlango, kumbe maji yalishajaa nusu kwenye madirisha na mlangoni, tukaona tope tukaona mvua kwa dirishani. Majirani wakatupigia, msifungue milango kwa sababu mvua ni nyingi, maji yameshasimama huku nje, mkifungua maji yatajaa sana ndani tukawasikiliza baadaye. Tukasikia nyumba ya jirani, mlango wa jirani wanapiga ukunga, baadaye tukasikia kimya. Majirani wakasema tumeshaenda huko lami kutafuta msaada, huko tumekutana na wale wa, wa, wa, wanaokoa wanajiita faya, ndio wakaja kutuoji tukiwa kwa ndani, maji yamewafikia. Tukawaambia bado milango imekataa kufunguka, maji ni mengi wakasema msifungue, tulieni, hivyo hivyo, tutakuja hapa tuvunje, tutavunja dirisha, tunakuja na mashine kukata hizo nondo, tutawatoa, msiogope. Tukawa tuko ndani, tunatulia, tunawasubiri, wakaitana kwenye simu, wakaja, wakakata, wakatotoa kwa dirishani. Mnaona eneo hilo tuloko, ni kwamba maji yalikuwa yamefika juu ya ukuta huu. Kwa hiyo ndugu zetu wa uokoaji wamekuja wamesaidia kuwaondoa watu ndani. Hali ni mbaya kabisa, vitu vimeondoka kuna kama walikuwa walikuwa karibia watu tisa walikuwa wamesha unaenda na maji, watu waokoaji na vijana ambao wa kwetu wamesaidia kuokoa. Kuna nyumba moja mtu alikuwa ameondoka na familia yake, kwa hiyo majengo yameharibika, hali ni mbaya, miundombinu ni mbaya kabisa. Upande wa, wa, wa juu kwenye soko letu la kila siku la Jumatano na Jumamosi kuna ukuta umeanguka, majengo yale yalikuwa ya Mzende Samboro kwa maana ya kuweka vitu, nayo yameharibiwa sana, vifaa vimeharibika vingi, vitu vingi sana vimeondoka vime, vime, vime kwa kweli mkondo uliharibu mkondo wa maji yaliposhuka, na magogo yaliblok, ndo maana ya maji yakaamia sasa kuingia kwenye nyumba za watu ukanda wote huu nyumba. Sasa hivi watu wanafanya kazi ya, ya kuondoa matope na nani, maana vitu vimeharibika kabisa, ofisi ya kata yenyewe yote mtangu saa nane ya usiku. Na watu wamepata athari kubwa sana. Kwanza watu wamechukua, kwa kuna watu waliochukuliwa na maji, mifugo yao imechukuliwa na maji kama magari pia yamechukuliwa na maji. Ukiniangalia kama mimi tangu saa 12 nilikuwa naenda sokoni lakini niko hapa mpaka saa hizi saa 3 sijaweza kupata usafiri. Maana barabara yote imezibwa na maji kule. Na ni daraja lile limezibwa li na magogo. Ndio maana unaona hatujaweza kupita. Lakini pia tunashukuru serikali kwa sababu imeleta msaada wa haraka haraka, wananchi tumeweza kupata msaada, tumeweza kuendelea na shughuli zetu. Kweli swala so la hii ni kama ni mara ya pili inarudia na hizi kero nadhani hata Tarura najua, lakini imekuwa ni kero katika eneo hili. Na kumbuka kama miezi miwili tu iliyopita hapa tulishindwa kupita, serikali ikaja katika eneo hili hapa na ikaweza kuzuia watu kutokupita magari, lakini mwisho wa siku mlipofika saa sita magari yaliruhusiwa kupita, magari makubwa na watu wakaenda. Lakini swala hili limekuwa ni kero, watu wamekuwa wakitaarifiwa kila wakati, lakini hawakuwa wafuatilii. Kama leo ukiangalia, watoto wajaweza kwenda shule, watu wengine wameweza kupata maafa kama waliofariki na serikali inaona, si kwamba ione, tunaomba tu wajaribu kuangalia swala hili kwa umakini zaidi na waweze kulifanyia kazi, kwa sababu limeshakuwa ni kero eneo kama hili hapa hivi.